Sasa, taifa letu kwa muda wa miaka yote tangu Disemba 61 mpaka juzi tarehe 29 Novemba, ukiondoa mwaka elfu mbili na moja kwa matokeo tuliyopata Zanzibar, limekuwa linaishi katika hali ya amani kutokana na misingi hiyo misingi ya usawa, haki, heshima, upendo na kutobaguana, na kazi kwa wote na kwa faida ya wote. Tumekuwa tumeishi hivi miaka yote hiyo na tulisha elewana, lakini juzi tulipoandaa uchaguzi wa mwaka huu na labda miaka mingine michache huko nyuma, tumepata tatizo. Tumeshtukia vijana wetu na baadhi nadhani ya watu wengine watu wazima wameandaa jambo la ma, maandamano, na maandamano ni jambo la kawaida tu duniani ya kubalika, kama una hoja wako na beba bango wenzako wanaona. Lakini maandamano haya yakageuka yakawa kaleta ghasia na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama katika kujaribu kuyazuia na kulinda kwamba amani tuliyokuwa nayo zamani inaendelea, ni kama walitoka wakaenda kupambana na wale waandamanaji, kwao ikatokea vifo, ikatokea uharibifu wa mali nyingi, zingine kwa ajali zingine kwa makusudi. Na mmesikia hivi karibuni, serikali inajaribu kueleza upande wa mali za watu, hasara tuliyopata na upande wa kupoteza amani, kwa sababu watu, kwa mfano Dar es Salaam milioni tano wamefungiwa eneo moja katika nyumba zao, hawana chakula, hawana maji na ukitoka unapigwa au unapigwa risasi na unauawa. Hii ndiyo hali, kwa hiyo nchi nzima ikaendia katika woga na hofu. <coughs> Na wote sisi tukapoteza amani, na hata sasa hatuna amani ya kutosha, kwa sababu tumepoteza mali zetu na tumepoteza ndugu zetu, wamefariki, hatujajua wako wapi. Wengine walitekwa, hatujajua kumetokea nini na yako mazungumzo kutokana na makundi yale yale ya vijana kwamba tarehe tisa maandamano yapo, tutake tusitake. Ndio maana tukaona mambo mengi, huwa tunasema mtu mmoja mmoja, kwa tisi huku a mnasikia nasema sema kidogo, wakati mwingine bodi inatuagiza tunasema. Safari hii tukaona hapana, hili ni tatizo, ni kubwa ni la taifa na kundi ambalo lilikuwa halijakaa kama kundi, ni la wazee, na nimeeleza asubuhi kwa nini wazee, tunazaa, tunakuza, tunalea, tunakabidhi taifa. Kwa hiyo kama sisi ni Watanzania, maana ya Utanzania, sisi ndiyo tunawaridhisha vijana wetu kwa kuwafundisha kama ni maadili yani, tabia nzuri tunazotaka sisi wa, wazee ambao ni wazazi sisi ndio tunaanzia mwanzo kabisa katika familia zetu na nyumba zetu, tunawalea watoto wetu katika kuwa na tabia ambazo sisi tungependa nazo. Na jumla au maana ya tabia hizo ni kwamba tuishi kwa amani, kwa kupendana na furaha, sio katika mazingira ya kupigana. Kwa hiyo tulikuja hapa kama wazee kwa lengo la kujadili hali hiyo kama tulivyofanya na kujaribu kuelewa ni kwa nini e, tumefika katika hali hiyo na ili majadiliano yetu na lile tukalosema na kwa sababu tunalisema kata, kama wazee wazazi, basi lituwezeshe vijana wetu kutusikia na kukubali kwamba si kwamba tunakataa hoja zao tunajua wanahoja tena nyingi na za msingi, lakini utaratibu wa kuzishughulikia si wa namna hiyo, kuandamana kwenda kufanya fujo, kupiga mali, kuharibu mali, ambao hata niweza kwao, ukivunja treni, baba yako asafiri, mjomba yako asafiri, na tunakosa chakula. Sasa kuna faida gani? Kwa hiyo tunadhani hicho takachosema hapa kinasema, kinatoa ujumbe kwa vijana wetu na wale wote wanaoshiriki katika mambo hayo ndani na nje kwamba sisi hatutaki fujo za namna hiyo. Hatujapoteza uwezo wetu wa kutambua changamoto zetu na za taifa letu, hatujapoteza wala hatujapoteza uwezo wetu wa kukubaliana, tukajadiliana mpaka tukakubaliana, hata kama tofauti zetu ni kubwa kiwango gani. Hatujapoteza uwezo huo na hatudhani sisi wazee hatuamini kwamba tumepoteza viwango vyetu vya huko nyuma na vya sasa vya uvumilivu, kwamba tunaweza kuvumiliana tukajadiliana tukakubaliana, <coughs> tukashughulikia changamoto zetu wote mpaka tukapata maridhiano. Kwa hiyo tumekuja hapa kwa kutambua hivyo. Uwezo wa kutambua matatizo yetu tunao, na tunawatambua changamoto zetu. Uwezo wa kujadiliana tunao uwezo wa kuvumiliana tukazungumza, tukakubaliana tunao. Tunaomba wote tuaminiane katika mfumo huo, na vijana wetu watuamini katika hilo. Na kwa hiyo hiyo, kinachokusudiwa kutokea cha namna hii tena kisitokee.